Ilikuwa ni Januari ishirini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa tatu asubuhi, ziliripotiwa vurugu katika mgodi wa Msasa zilizohusisha wachimbaji wadogo zaidi ya elfu moja, hali iliyomlazimu mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela kwa idi kuja na suluhu na uelekeo sahihi wa uendeshwaji wa mgodi huo uliopo wilayani Bukombe mkoani ni Geita ili kumaliza mvutano kati ya mmiliki wa leseni na wawekezaji ambao ni wachimbaji wadogo. Maake malalamiko ni serikali, maake serikali inasikiliza mpaka sasa mwanzo walikuwa wa wanatoa asilimia ya, asilimiani kwa mponchaji yani mtendakazi anachukua mbili ya, mbili ya kumi, lakini sasa hivi imekuwa ikaja ikawa moja ya kumi. Tumeenda zaidi mpaka imefikia hamsini kwa hamsini. Sasa mwenye, yani mwekezaji anachukua, yani mwenye duara. Sasa huyo mzamini anachukua asilimia siri, hamsini halafu, na mwenye leseni anachukua hamsini. Changamoto ni nyingi changamoto zenyewe ili upate duara lazima upitie njia nyingi. Kiini cha mvutano huo kilikuwa ni utaratibu wa mgao wa asilimia hamsini kwa hamsini kwa wachimbaji wadogo na mmiliki wa leseni, hali iliyopelekea wachimbaji kuibua hoja na madai ya kutoangaliwa kwa gharama za uendeshaji wa shughuli za uchimbaji. Mnamo Februari tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela alieleza kwamba mambo kadha wa kadha yalibainika ikiwa ni pamoja na idadi ya maduara yaliyopo ndani ya mgodi huo yaliyobainika kuwa ni maduara ya patao 1344 na, na kati ya maduara hayo 1020 yako nje ya uzio na hayahusiki na mgao wa asilimia hamsini kwa hamsini. Maduara mengine 324 ambayo ni sawa na asilimia 25 ya maduara yote yapo ndani ya uzio na wamiliki wa maduara 273 wakiwa wameukubali utaratibu wa malipo ya asilimia 50 kwa 50 kati ya mwekezaji na wachimbaji na kusaini mikataba kati yao, na utaratibu huu wa 50 kwa 50 ndio uliokuwa baliwa na kupendekezwa na serikali kupitia maazimio yake. Ukizalisha mifuko mia moja kwenye duara lako ukao na mkataba wa hamsini kwa hamsini, la kwanza lazima pande mbili za hamsini kwa hamsini ziwe zimetoa gharama sawasawa na uzalishaji uliotoka kwenye lile eneo, la kwanza. La pili, mkianza mgao, kodi ya serikali lazima ilipwe. Ipaumbele namba moja. Ikibaki mnaigeuza inakuwa asilimia mia moja anakuja kulipwa mwenye leseni asilimia ishirini anakuja kulipwa mwenye shamba asilimia kumi anakuja kulipwa watenda kazi kama ni wafunga wa, wa matimba ni nani, nyinyi mnajuana kwenye mnyororo wa kazi zenu, wanalipwa asilimia ngapi kumi kinachobaki ni cha wamiliki wa duara, ambao ni wawekezaji wote. Mnagawana hamsini kwa hamsini mkishatoa gharama zenu zilizowekeza kwenye uchimbaji kwenye hilo eneo. Na haya maelekezo nayoyatoa, ndo maelekezo ambayo mheshimiwa waziri mwenye zamana ya madini namwandikia, na, na nakala nampa RMO kwa ajili ya usimamizi kwenye hili eneo. Mkuu wa mkoa wa Geita ameongeza kuwa maduara 51 ambayo ni sawa na asilimia 16 ya maduara yote, wamiliki wake hawajawahi kusaini mkataba wa makubaliano, lakini wanaendesha shughuli za uchimbaji wa madini. Na maduara hayo sasa ndio ambayo yameelezwa kuwa kiini cha mgogoro huo, pamoja na kubainika kuwa kuna uwepo wa baadhi ya maduara ambayo yapo ndani ya hifadhi ya, ya barabara, ambapo kwa mujibu wa taratibu za kiuchimbaji na za kisheria, maduara hayo yanapaswa kuombewa vibali maalum kutoka kwa wakala wa barabara Tanzania, TANROADS ili kuweza kuendesha shughuli hizo katika hifadhi ya barabara. Baada ya uamuzi huo wa serikali, mkurugenzi mtendaji wa mgodi wa Msasa Gold Mine Cosmas Ignas Bongo amekuwa na haya ya kueleza. Mimi nimeridhika na maamuzi yaliyotolewa na kamati hey, so ya ulinzi na usalama ya mkoa. Maamuzi sio mabaya na tumeridhia, tumeridhika. Naomba tu wachimbaji wenzangu tukafanye kazi kwa kushirikiana na, naomba nihakikishe serikali kwamba nitaenda kusimamia maamuzi ambayo wameyachukua kwa sababu mimi napenda kusimamia matakwa ya serikali na naomba wachimbaji tusimamie matakwa ya serikali wafanye kazi tuachane na mambo mengi tujenge taifa letu. Kwa upande wa wachimbaji, wao wamefunguka na kuelezea kile ambacho imekuwa ni mapokeo yao baada ya uamuzi wa serikali kuwa wametolewa kufuatia mgogoro uliokuwepo kati yao na mmiliki wa leseni. Jina naitwa Yusufu Kuru Elikana. Serikali maelekezo yaliyotoa, tumeridhiana nayo, tumepewa maelekezo na serikali, natakiwa tukayazingatie na tukafati, na tukatii. Kikubwa naomba tukalipe kodi mimi e, kwa jina naitwa Godfrey Meti. Mimi me binafsi nichukue nafasi hii kwa kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru serikali na kuipongeza serikali kwa namna inavyoendelea kutujali sisi kama wachimbaji wadogo kwa namna inavyowapa wachimbaji wenzetu wa leseni. Tumie nafasi hii pia kumpongeza rasi wetu wa mkoa wa Geita kwa namna anavyoendelea kusolve matatizo ya wachimbaji wadogo, na tunapata suluhu na tunaendelea mimi tunaendelea mimi Ibrahim Rojala.